Wanae wanasemaga tembea uone mambo. Mshikajongo anyambia rafiki yangu, tumekaa sana mdo, tutoke tuenze tu klabu tukajirushi kidogo. Nikawambia poa, tuenze tukajirushi tuka. Sasa nikawambia tunaenda klabu gani? Akaniambia akaniambia nataka ni kusuprise ilo, sitaki ni kuambia tunaenda klabu gani, ila we twende. Nikasema poa basi, nikavaa zangu nguo fresh nikachagua nika raba kali ya kuvaa kusudi nami nifika klabu nionekane. Basi tuka tukarikwesti, kaja teksi katuchukua mpaka klabu ile. Klabu kiukweli mimi jina lake tu kwanza lilinishangaza jina. Hapo juu limeandikwa kimya kimya, alafu kwa chini wameandika b siren, you must you must have siren everywhere I go. Kamweza rafiki yangu, Wanasemaje hapo juu? Kaniambia natakiwa uwe kimya popote unapoenda klabu, afu kimya. Mi sikumwelewa rafiki yangu, basi tukazama ndani, ikashangaa kweli mpaka tunaingia pale, maana ile klabu ilikuwa ni ajabu. Yani mnaingia, mnaingia mnakutana na, na kaunta ya vinywaji, hiyo ni kaunta ya vinywaji na wote wanaokunywa pale wamevaa headphones, pako kimya sasa mi nikashanga, mbona kila mmoja, mbona hapa ukimya sana? Afu kila mmoja yuko bizi na yani, simu mwingine tu, ah, tu. Ametulia, lakini kila eh, mmoja yuko bizi yani, kavaa tu edifoni. Rafiki yangu akaniambia utajua tu. Nikasema eh ili kweli mpya hii kweli, we must be silent everywhere we go. Nikasema basi moja tuenzetu tukapanda gorofani bwana, yani kokote tunakwenda kimya tu, yani, kimya tu, tu sasa tume tumeingia kwenye kwenye sehemu moja hivi, naanza kusikia vitu kama viatu viatu vinalia. Nikajiuliza, kuna nini hapa? Aniambia, sasa hapa ndo tunaenda kwenye club club. Usisikia hata muziki? hiyo club gani hasa bwana. Ile tunaingia hivi, si ndo nikapigwa na butoa mwanangu <laughs> eh, aise, ukistaajabu ukis, ya Musa tayaona Filauni. Bwana nashangaa yani, watu wamekomaa kucheza, watu wanacheza yani, hawana habari bwana, lakini hamna mziki unaopigwa. Nikasema rafiki yangu, sasa mbona watu wanacheza lakini hata hamna mziki unaopigwa? Akasema wewe mziki usikii wewe tu lakini hata, akasema, wewe, mziki, usikii, wewe, tu lakini, watu wanacheza. Nikiangalia kila mmoja kavaa headphone awe, DJ kavaa headphone au nashangaa. Jana nilichukua mic, alafu anaanza kuwapa watu vibe. Mshikaji wangu ananiambia, subiri utaenjoy tu mda si mrefu. Mshikajiongo akachukua aka, kivanti akaiweka aka aka kwenye meza akaniambia, mwanangu, gonga hapa, futaniambia mwanangu, nikaigonga. Baada muda naletea difoni, mwanangu, tinga hii hapa ndio taratibu za umu. Nikaitinga ah bwana eh, kumbe mwanangu kivai difoni, vibonge la vibe yani kudadadeki yani, ah nilivovai difoni aisee, nilicheza nilicheza nilicheza bwana eh. Huo ndio mkasa ulionikuta siku ya jana. Ndio maana nikaamua ni ni, ni ni share story na nyinyi, sijui mnaionaje, mna hii klabu iko poa au ni klabu ya kishamba? Hebu dondosha komenti yako hapo chini, alafu tutaenda sawa.